Mchungaji, kaniombea hapa kifua kika nibana, kinisivyo najisikia vizuri. Aa, kifua kinakubanaje? Kieleze, wewe unasikiaje? anitangia juzi, nimwambia wangu, nikamwambia mimi kifua kinakuwa kanibana, napumulia juu. Akaniambia sawa, kanisani utaombewa. Nimefika hapa nimeombewa, sasa hivi najisikia vizuri, ndugu zangu. Kwa hiyo nashukuru. Aa, husiki? Bado napumulia kwa juu. Mako, unapumulia juu juu, au saizi unapumulia kawaida? Sasa napumulia kawaida kawaida unapumua kawaida yeah. na maumivu yameisha me, me, me, me, me. Sasa imani ni kuwa na hakika. Imani sio kwenda kanisani kila siku sawa? Imani ni kuwa na hakika, kwa hata kama ulikuwa huendi kanisani kila siku, lakini maadamu saa hizi una uhakika kwamba maumivu yameisha na sipumuli juujuu, napumua kawaida, huo uhakika, ukienda kushikilia huo uhakika, ndio imani yenyewe na Biblia inasema mwenye haki wangu wa ataishi kwa imani yake. Kwa hiyo, uo hakika ulionao ukiendelea kushikilia, ndio utakaozuia hicho kifua kisirudi tena, sawa. Kushikilia hapo hapo kwamba mimi nime huo hakika ambao na saizi kwamba sina maumivu na napumua kawaida, ushikilia hapo hapo, amini hivyo hivyo na hata ikitokea unasikia kama vile kitataka kurudi kwa mbali, ma, ma, a, a, kifua kisemeshe kwamba nishaombewa na nimepona kwa jina la Yesu. Sababu kama unakuja kuombewa hapa kimekubana na unajipumulia juu juu, aafu baada ya kuombewa kimeachia na maumivu yameisha, maki kuna kitu kingine kicho kimekaa ambacho Mungu akukumbana nacho. Sasa kikitaka kutafuta mahali pa kurudi, kiambie, hapa sio mahali pako, nafasi yako ishajazwa.